Nisikilize kwa umakini. Watu wengi wanaishi kama vipofu, hawajifunzi mambo muhimu kwenye maisha hadi wanachelewa, hadi miili yao inapochoka, hadi mioyo yao inapojaa uchungu, hadi akili zao zinapobaki na majuto. Lakini hiyo si lazima iwe hadithi ya yako. Usiogope, katika video hii nitakuonyesha mambo saba unayopaswa kuyafahamu mapema kwenye maisha kabla dunia ije kulazimisha ujifunze kwa maumivu. Ukiyafahamu okay, sasa na kuyaishi, utaokoa miaka ya mateso, hasara ya nguvu na majuto ya kuchelewa. Namba moja: tunza mwili wako. Kila mtu anataka pesa, kila mtu anataka mafanikio, lakini ukweli ni huu: afya yako ndiyo msingi wa vyote. Kuna faida gani ya kuwa na mamilioni ya pesa kama mwili wako hauna nguvu? Kuna faida gani ya kufikia malengo kama mwili wako umechoka kabla hujafika? Ukiwa kijana, unaweza kufikiri unaweza kula chochote, kulala muda wowote, kisha kuamka ukiwa sawa. Lakini ukweli ni huu: mwili wako hauwezi kusahau. Kila usiku wa kuchelewa, kila chakula kisicho na afya kila mara unavyopuuza kujitunza, mwili wako una hesabu. Fikiria afya yako kama uwekezaji. Fanya mazoezi, tembea, kunywa maji, kula chakula safi, lala vya kutosha, kwa sababu mwili wako ndio nyumba ya kudumu utakaoishi maisha yako yote. Huwezi kuibadilisha, huwezi kuirudisha, unaweza tu kuitunza. Ukilinda mwili wako leo utakulipa kwa nguvu, kujiamini, umakini na miaka zaidi ya kuishi. Na huo ni utajiri usioweza kuibiwa. Namba mbili: jifunze kupita baadhi ya njia peke yako. Unayo ndoto zako, malengo yako, maono yako, lakini ukweli ni huu, si kila mtu atayaelewa. Kuna njia ambazo lazima utembee peke yako kwa sababu malengo yako ni ya binafsi hayakukusudiwa kueleweka na kila mtu. Na hapo ndipo watu wengi hushindwa. Wanangoja marafiki waungane nao, wanangoja familia waidhinishe, wanangoja mtu awakumbushe wa na, kwa kusubiri huko wanapoteza miaka. Tambua wa hili, upweke sio adhabu, ni chumba cha mafunzo. Ukiwa peke yako unajifunza kujitegemea, unajua wewe ni nani unajua kujisikia na kuamini nafsi yako, na hiyo ndio nguvu isiyoweza kuchukuliwa. Usiogope kutembea peke yako. Ukipata wenzako njiani ni sawa, lakini usipowapata endelea mbele. Safari ni yako, si yao. Namba tatu: usipoteze nguvu zako kwa hofu. Hofu ndio sarafu ghali zaidi duniani kwa sababu ukugarimu uwezo wako. Waza, ni mambo mangapi ukuyafanya kwa sababu ya hofu? Hofu ya kushindwa. Hofu ya kukosolewa. Hofu ya kutokujua kitakachotokea. Lakini ukweli ni huu. Hofu haiwezi kuzuia mabaya yasitokee. Inazuia wewe kuishi. Nguvu zote unazotumia kuwaza na kuogopa, ungezitumia kujifunza, kujenga kuunda kitu kipya na kujikuza. Hofu ipo daima, ndio binadamu, lakini haipaswi kukutawala. Hofu ni ishara tu kwamba jambo fulani ni la maana. Kwa hivyo, badala ya kukimbia, kabiliana nalo. Watu wenye nguvu si wale wasio na hofu, ni wale wanaojua kuchukua hatua licha ya hofu. Usipoteze nguvu zako kwa hofu. Tumia nguvu zako kuunda maisha unayoyataka. Namba nne: kama unataka furaha, usitegemee mtu yeyote. Sehemu kubwa ya maumivu ya maisha hutoka kwenye kitu kimoja: kutarajia watu waishi vile wanavyotaka. Lakini ukweli ni huu: hakuna mtu anakudai chochote, sio uaminifu, sio kuelewa, sio utii. Haimaanishi watu ni wabaya, ina maana tu wao ni wanadamu. Kila mtu ana mapambano yake, kila mtu anaiona dunia kwa mtazamo wake. Ukiacha matarajio, unajikomboa, kwa sababu sasa furaha yako haitategemea tabia ya mtu mwingine, itakutegemea wewe binafsi. Unaweza kuwafurahia watu jinsi walivyo na sio jinsi unavyotaka wawe. Unaweza kufurahia maisha bila kusubiri ukamilifu usijitie kwenye hali ya kukatishwa tamaa. Kama unataka amani, furaha, usitarajie chochote, shukuru kwa kila kitu. Namba tano: hutabaki kijana milele. Fanya kinachokufanya ufurahi kila siku. Siku moja utaamka na hautakuwa na miaka ishirini tena, wala ishirini na tano wala thelathini. Magoti yatauma mgongo utaanza kulalamika, na utaona muda umepita haraka kuliko unavyodhani. Ukweli mchungu ni huu: hakuna muda usio na mwisho. Kwa nini upoteze muda kuishi ndoto za mtu mwingine? Kwa nini uendelee kufanya kinachowafurahisha wengine, huku ukiumia ndani? Hii haimaanishi upuuze majukumu, inamaanisha anza kuishi Fanya kitu kinachokufanya moyo wako udunde. Safiri ukiweza, anza huo mradi, piga simu, cheza, andika, tengeneza, jenga chochote kinachokupa furaha. Usisubiri wakati mzuri, wakati ni sasa, kwa sababu hutabaki kijana milele, lakini ukiishi kwa kusudi, hutajutia uzeeni. Namba sita. Usijaribu kubadili mtu yeyote, badili namna unavyokabiliana nao. Hii ni ngumu, kwa sababu ukimpenda mtu, unataka kumsaidia, unataka kumrekebisha, unataka aione dunia kama unavyoiona wewe. Lakini ukweli ni huu: huwezi kumbadilisha mtu. Watu hubadilika tu wanapotaka. Hakuna kiasi cha kulalamika kuomba au kulazimisha kitakachobadilisha tabia yao. Nini basi ufanye? Badilisha jinsi unavyoshughulika nao, weka mipaka, punguza matarajio, amua kama uwepo wao unakujenga au unakuvunja. kuvunja na huo ndio uwezo wa kweli, si kudhibiti watu, ni kudhibiti jinsi unavyoshirikiana nao. Acha mzigo wa kujaribu kurekebisha watu, badala yake linda amani yako na jenga na wale walio tayari kukua. Namba saba: kuwa na ukomavu wa kutosha ukudhibiti hisia zako. Tuwe wa kweli, maisha yatakujaribu, watu watakudharau, mipango itaharibika, vitu havitaenda vile ulivyotarajia. Lakini tofauti kati ya mtu anayeweza kushinda na yule anayevunjika ni hii: udhibiti wa hisia. Ukomavu sio miaka, ni uwezo wa kujibu bila kukurupuka, ni uwezo wa kusubiri sekunde chache, kupumua na kuamua badala ya kulipuka na kujuta. Ukiweza kudhibiti hisia zako, unapata nguvu, kwa sababu sasa hakuna mtu anaweza kugusa vitufe vyako, hakuna mtu anaweza kukutoa kwenye njia yako. Haimaanishi unazificha hisia zako, inamaanisha unazimudu. Unaweza kuhisi hasira lakini auwachi kutawale. Unaweza kuhisi hofu lakini auwachi ikuzuie. Unaweza kuhisi huzuni lakini aikumezi. Kuwa na ukomavu wa kudhibiti hisia zako, na utaishi kama shujaa mtulivu katikati ya ghasia, imara chini ya shinikizo. Umepata kitu? Tuambie nini unafikiri kwenye maoni. Vile vile usiache kuonyesha upendo kwa kulike na kusubscribe hadi wakati mwingine.